Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Mungu liye hai tunakushukuru kwa wema wako. Asante kwa ulinzi wako, umekuwa pamoja nasi usiku uliopita, umetulinda katika mengi, umetupigania katika mengi. Asante kwa asubuhi hii ya leo, umetuamsha tu wazima sisi pamoja na wale wa nyumbani mwetu, maana Mungu, tunajua ya kwamba uhai tulio nao na uzima tulio nao unatoka kwako. Asante kwa sababu umetupendelea umetupa uzima kwa asubuhi hii tubariki e, Mungu ubariki hata semina hii iliyo mbele yetu, wabariki wote watakaosimama Mungu kwa ajili ya mafunzo, na wabariki pia wote watakaopokea na kusikiliza semina hii. Baba katika jina la Yesu uanze pamoja nasi na umalize pamoja nasi, kwa Yesu Kristo Bwana wetu tukiomba na kushukuru, amen. Basi naomba nisome uh, neno la ufunguzi kutoka kiongozi kalenda Leo ikiwa ni siku ya Jumanne tarehe ishirini na nne mwezi huu wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Kuna maneno mawili kutoka kiongozi kalenda. Somo la kwanza ni kutoka Mithali tatu mstari wa tano hadi wa sita na somo la pili ni kutoka Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya ishirini na moja mstari wa 18. Lile la kutoka Mithali linasema hivi: Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote wala usitegemee akili zako mwenyewe katika njia zako zote mkili yeye, naye atanyosha mapito yako. Somo la pili kutoka injili ya Yohana linasema Yesu akamwambia Petro, akasema Amin, amin, na kuambia, wakati ulipokuwa kijana ulikuwa ukijifunga mwenyewe na kwenda utakako, lakini utakapokuwa mzee utainyosha mikono yako na mwingine atakufunga na kukuchukua usikotaka. Katika somo la kwanza, tunaona hapa neno linatukumbusha kumtumainia Bwana wetu. Neno linasema kwa, kwa moyo wako wote na kwa akili zako zote na kumkili yeye, naye atanyosha mapito yako. Tunajua wote ya kwamba tumeumbwa na Mungu, tumewekwa hapa duniani kwa makusudi maalum ya Mungu, na tupo hai mpaka siku hii ya leo na asubuhi hii ya leo ni Mungu mwenyewe ambaye ameamua kutupa uzima huu Wako ndugu zetu wengi waliotamani kuiona siku hii ya leo hawajaiona, na wengine ni ndugu zetu na marafiki zetu na majirani zetu, lakini hatunao. Walitamani nao pia kuyaona haya na kuyasikia haya tunayoyaona na kuyasikia, lakini leo hatunao. Kumbe kama sisi tupo hai mpaka siku hii ya leo, ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Sasa neno hili la kwanza linatukumbusha kumtumainia Mungu kabisa kabisa, kwa mioyo yetu yote na akili zetu zote, mawazo yetu yafikiri habari za Mungu, akili zetu tufikiri na kumtumainia Mungu, kwa maana ya kwa kwamba mipango yetu yote tumtumainie Mungu, kwa sababu kama nilivyosema awali kwamba uhai wetu na uzima wetu uko miko, mikononi mwa Mungu, na yeye ndiye mwamuzi wa maisha yetu. Leo ameamua kuwa mimi na wewe tuwe hai, hatujajadiliana Mungu kitu chochote, ni yeye ameamua kuwa tuwe hai. Na kama Mungu ndiye ameamua kuwa tuwe hai kwa siku hii ya leo, kwa maana hiyo basi, neno linatukumbusha kwamba tumtumainie Mungu, tumtegemee yeye. Tukisha kumtumainia na kumtegemea yeye basi na yeye Mungu atanyosha, atatuwezesha, atatubariki katika maisha yetu yote, tutaendelea kuona baraka katika maisha yetu yote. Lakini katika somo hili la pili tunaona Yesu anazungumza na Petro, anamwambia Petro, amini nakuambia, ulipokuwa kijana ulikuwa unaweza kwenda huku na huko, ukaenda unakokutaka ukapanga mipango unayoitaka, lakini siku utakapokuwa mzee hutakwenda unakokutaka, hutapanga unachokitaka, bali kuna wengine watakupangia, kuna wengine watakupeleka usiko kutaka wewe. Sasa mimi niongeze neno hiya kwamba ukisha kuwa mzee sana ukakosa maamuzi, wewe hutaamua unachotaka, wewe hutakwenda unakotaka bari watu wengine watakupeleka wanakotaka, watakuamlia unachotaka. Maana yake ni kwamba kumbe, unapokuwa kijana, mtu mwenye nguvu, unawezi ukafanya mambo mengi kwa ajili ya maendeleo yako, kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya familia yako, na kwa ajili ya kanisa, hata kwa ajili ya jamii pia. Lakini utakapokuwa mzee sana, huna nguvu, huwezi kufanya chochote cha maendeleo huwezi kwenda kokote, huwezi kuamua lolote, bali wengine sasa watakuamulia. Sasa ni jambo la kumwomba sana Mungu kwamba basi kipindi hicho utakapokuwa umejaliwa kuwa, kuwa mzee sana, huna maamuzi wewe, huna uwezo wa kwenda mahali utakako wewe, basi Mungu akujalie, ili akuandalie wale watu watakaofikiri kwa ajili yako wewe utakapokuwa mzee, Mungu akuangalie wa watu watakaokupeleka kule ambako hata wewe utapenda kwenda. Hasa bahati mbaya sana, ukishakuwa mzee huwezi kwenda mahali kokote, huwezi kufanya chochote. Wale kama ambao wanakusaidia wanaweza kukupeleka wanakotaka wewe, wakati mwingine wanasema, uh, huyu anatusumbua sana, achana naye. Nakumbuka kulikuwa na mzee mmoja kule nyumbani, alikuwa ni mzee sana kiasi kwamba alikuwa hawezi kutembea, hawezi kwenda mahali kokote ilikuwa wakati mwingine wanamtoa ndani, ile jua likisha komaa wanamweka hapo nje. Wakimweka hapo nje, wanaenda kwenye shughuli zao, akapigwa na jua hapo, hakuna wa kumtoa, atalalamika, wote wapo pale nyumbani. Mvua ikija itamnyeshea hapo ko, wakija ndo anakuja kumtoa, ameloana. Ndo maana hiyo sasa, manake ni nini? Nataka kusema hivi kwamba Mungu atuandalie akitupa maisha mpaka wazee mpaka kuwa mzee ambaye hujiwezi, basi Mungu akuandalie watu wenye huruma na neema watakaokusaidia kwa siku ya leo. Tuna haya mafunzo. Haya mafunzo yanataka kutukumbusha na kutuandaa ni namna gani tuishi katika maisha haya. Tunakumbana na vitu vingi, tunakumbana na mambo mengi, tunakumbana na changamoto nyingi, tunakumbana na magonjwa mengi, tunakumbana na hali ngumu za maisha, lakini kumbe lengo la mafunzo haya ni namna ya kutuandaa ili ya kwamba siku tukikumbana na hali yoyote ambayo hatukuitarajia, ni namna gani tuishi, ni namna gani tu, tu, tu, tu, tuendelee kumtegemea na kumtumainia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haimaanishi ya kwamba tukikutana na changamoto yoyote tukikutana na hali yoyote ngumu tujikatie tamaa, hapana. Maisha yapo hata baada ya changamoto, maisha yapo ili mradi Mungu amekupa uzima. Nataka kusema kwamba Mungu atubariki sana kwa ajili ya siku hii ya leo, siku maalum kwa ajili ya mafunzo yetu. Lengo la mafunzo haya ni kutuandaa, ni kutukumbusha, ni kutu uh, kutufanya tuwe makini, hata kama tukikumbana na changamoto yoyote tujue namna ya kuishi na hata kama we mwenyewe binafsi hutakumbana na hiyo changamoto lakini kuna jirani yako, kuna ndugu zako, kuna marafiki zako wamekumbana na changamoto hiyo, ujue ni namna gani ya kuwasaidia. Inawezekana wao wasiweze kuamua, wewe utawaamulia. Kumbe semina hii na mafunzo haya yanataka kutuandaa, yanataka kutuelekeza, yanataka kutufundisha ni namna gani tunaweza kuishi hata tukikumbana na changamoto mbalimbali katika maisha haya tunayoishi ambayo Mungu ametupa tuishi katika dunia hii. Nachotaka kuwasihi, hebu naomba tukawe wasikiaji wasiki, wasiki wazuri. Baada ya kuyasikia tukawe watendaji wazuri, tukakumbuke kuyatendea kazi haya ambayo kwa siku hii ya leo tunaenda kukumbushwa au kuambiwa. Basi kwa siku hii ya leo naifungua semina hii kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amen <tune>